So kama unavyofahamu kwamba Ustaz Juma bwana ni miongoni mwa wadau ambao wamekuwa wakimsema vibaya Diamond mara nyingi kupitiliza. Sasa this time around kuna jambo ambalo amelizungumza ambalo ni, ni positive kumuhusu Diamond, jambo ambalo obviously limeshangaza watu wengi sana, na wadau mbalimbali wamekuwa wakijiuliza swa kwamba bwana sababu ni nini? Ni, mm, imeonekana kwamba watu wengi ambao walikuwa wakimsupport Harmonize kwa muda mrefu wameamua sasa hivi kuhamia kwa Diamond Platinumz, tukianza na Mr Pimbi. Naye pia alikuwa akimsupport Harmonize kwa muda lakini, this time around, tumeona amekuwa shabiki kamili wa Diamond Platinumz. Ukiachana na Mr Pimbi, vile vile tumeona pia vile vile upande wa pili huku eh, Abi Kubanga, mmoja kati ya wadau wa mziki wa Bongo Flava, ambaye amekuwa akimsupport Harmonize kwa muda mrefu sana, takribani zaidi ya miaka minne sasa hivi, naye pia ghafla tu tumeona ameanza kumsupport Diamond Platinumz lakini ukiachana Habi Kubanga, hiki alichokifanya leo tena Ostaz Juma na Musoma ni jambo lingine ambalo limewaacha watu wengi sana mdomo wazi wakishangaa kwamba imekuwaje tena mpaka Ostaz Juma na Musoma naye pia ameamua kuzungumza jambo positive kumhusu Diamond. maana hapo awali tunafahamu kwamba Ustaz Juma na Musoma alikuwa ni shabiki mkubwa sana wa Harmonize, alikuwa anaonekana mara nyingi akiwa yuko na Harmonize nyumbani kwake wakiwa na hang out pamoja na vitu vingine kama hivyo. Lakini hii issue ya yeye ghafla tu kuonekana akiwa yuko na e, akiwa yupo kwenye kitanda chake anamzungumzia Diamond in a very positive way, ni jambo ambalo limefanya watu wengi sana wajiulize kwamba bwana Harmonize amewakosea nini mashabiki zake mpaka wameamua kumhama wote kwa wakati mmoja namna hii. So hapa bwana, nataka usikilize kile ambacho amekizungumza eh. Huyu hapa si mwingine bali ni Ustaz Juma na Musoma kumhusu Diamond Platinumz. Mambo vipi? Jamani, ni rada sana maana mimi wanachoka Ma sana. Ila na jambo moja nataka kusema ya kwamba ninaamini ya kwamba mtu wenye matunda huwa wapigwa mawe sana. Mtu wenye matunda unapigwa sana mawe. Kwa kweli, Diamond anastahili kupewa maua yake. Diamond anastahili kupewa maua, jamani. Nastanii, niko serious. Diamond anastahili kupewa maua yake. Mapi mambo vipi jamani? Milaa sana, maana mimi wanachoka sana, ila ina jambo moja nataka kulisema ya kwamba nimeamini ya kwamba mtu mwenye matunda huwa wapigwa mawe sana mtu wenye matunda unapigwa sana mawe kwa kweli, Diamond anastahili kupewa maua yake. Diamond anastahili kupewa maua, jamani nastanii, niko serious. Diamond anastahili kupewa maua yake, nitazungumza Yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Ustaz Juma na Msoma kufuatia eh, hiyo video ambayo ameiposti kupitia kurasa yake wa Instagram, lakini kikubwa zaidi ambacho hapo kimesikika ni kwamba ameweka wazi kwamba Diamond anatustahili kupewa maua yake. So kutokana na hiki ambacho amekisema Ustaz Juma, ni kwamba wadau wengi sana wameshangaa kuona kwamba eh, eh, kuona kwamba mpaka Ustaz Juma mwenyewe naye pia amekiri au amekubali kwamba eh, Diamond kweli anastahili kupewa maua yake, na akaweka msemo ule unaosema kwamba mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Sasa hapa, kutokana na hiki alichokizungumza Ustaz Juma, tumeona maoni ya wadau mbalimbali amekuja kuweka hapa katika comment section. Kwa mfano, kuna mdau hapa amekuja ameandika kwamba eh, bwana bawasili ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine. Haya <laughs> kwa ndugu hapa amekuja amesema mbona bwana abeku Eh, umesikia sasa? Eh. <tikin> Haya, kwa mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana, mpe hayo maua tuone. Kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, zamani nilikuaga na unaga kwamba Ostaz Juma na musoma wakina Sharo Milionea, Suma Mnazareti, Dogo Janja na PNC nikajuaga kwamba ni mtu mwenye akili zake. Ila, bosi mtu na pesa zake. Yaani ni bosi mtu na pesa zake nilivyokuja kumuona. Sasa huyo Ostaz Juma mwenyewe, da, kumbe ni mzee wa ovyo. Kuna mtu ameandika hivyo e. Kuna mdau mwingine hapa amekuja na pia amecomment ameandika kwamba e, bwana, yani huyu mzee anaelekea e, kuharibu kabisa brandi yake. Komaa pale pale, ndo kitu kinamfanya tukufollow. Kwa hiyo kuna baadhi ya wadau wanahisi kwamba Ustaz Juma na Musoma, iwapo kama akitaka kurudi au okay, okay? akionekana okay? aki, aki kwamba Ustaz Juma na Musoma anataka kwenda upande wa Diamond, yani kumsupport Diamond, e, bwana hicho ni kitu ambacho kitakachomfanya brand yake iharibike kabisa, kwa sababu watu wengi sana sasa hivi wanamfollow au wanaomfuatilia ni wale ambao hawamkubali Diamond, lakini akibadilisha upepo ghafla, pamoja na yote ambayo ameshawahi kuyasema kumhusu Diamond, basi ataharibu kabisa brand na hakuna mtu ambaye atakuwa anamzingatia. Kwa hiyo huo ni kama vile ushauri kutoka kwa baadhi ya watu ambao wamekuja kuweka maoni yao baada ya Ustaz Juma na Musoma kusema kwamba Diamond anastahili maua yake, na pia vile vile mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe, ambapo maneno hayo watu wameyatafsiri kama vile Ustaz Juma anataka kuhamia upande wa Diamond Platinumz. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment amewauliza kwamba hawa mashabiki wa Harmonize mbona wanaangaika? Kwani kuna nini ambacho kimewakuta? Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana wewe umeshapewa pesa eh, bwana ndio maana unataka uamie kwa Diamond, tunajua hilo. Kwa mtu anasema kwamba bwana du, ndio sio Dynamo tena, leo umemtaja kama Diamond. Haya, kuna mtu amekuja kukomenti hivyo kutokana na kwamba Ustaz Juma, namusoma mara nyingi sana, ameshazoeleka akiwa anamzungumzia Diamond bwana, huwaga anamwita Dynamo. Lakini this time around amekuwa akimuita Diamond directly kama jina lake lilivyo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vilevile hakikisha vile unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi Sh